Okay, okay. Ee, karibu kwenye chaneli yangu. Ee, weye ni mtaalamu wa maabara umekuwa ukisumbuliwa na maswala ya CPD, yaani ujui kwa kuanzia ni wapi? Sasa leo kuna vitu utaenda kujifunza hapa baadhi, ili kidogo uwe na upeo kidogo kwa sehemu ya kuanzia, uwe na upeo kidogo sehemu ya kuu ya kuanzia. E, tuta tutaenda kwenye browser yetu yote, tutafungua Chrome. Tutafungua Chrome yetu e, tutasearch hapa kitu kinachoitwa HPRS Health Laboratory Practitioner Registration system tafungua. Okay, tukishafungua hapa tayari imeshatuletea akaunti yetu, hiyo hapo ikoni yangu hiyo kulia e, nitaingia kwenye vimisali vitatu hivi e, nikishaingia kwenye hivyo misali vitatu nitashuka chini kabisa. Sasa ishwa spidi, kuna vitu viwili kuna CPD yenyewe lakini pia kuna documentation ili uweze kujivunia CPD lazima uwe kitu, kitu CPD guideline. CPD guideline, na kitu kinachoitwa CPD guideline CPD guideline ambayo inapatikana hapa kwenye documentation. Utaingia hapa kwenye documentation mm -hmm. hii hapa eh, laboratory practitioner council CPD guideline uta preview hapa eh mm -hmm. kuna kama hii download unabaki kumeshikilia tetele neno download link, utabonyeza download link uta keep eh, kisha bonyeza neno keep hapa. E, hapa juu itakuwa inafanyaje na download mhm uh-huh. eh ita download tayari, imesha download tayari, imesha download hey, imesha tuletea kusema download ndio. Uhum. Sasa, baada ya hapa, baada ya hapa, baada ya hapa unakuja hapa kwenye vimisali vitatu vimisali, e, vitatu hivi hapa, unagusa kitu kilichoandikwa CPD, kitu kilichoandikwa CPD, kigusa huku, utabonyeza hapa. Kwa mfano kama mimi hapa spidi zangu ni hizi sabini na moja. mm-hmm. Sasa hapa kuna topics ambazo zipo. Kuna topics ambazo zipo hapa. Hizi ambazo hazina neno, maneno haya mawili ongoing, on going, maana yake ni zile za kuapply. Ukibonyeza apply, maana yake unakuwa umechagua tarehe gani ambayo utakuwa unakuwa una nafasi, utaingia, utasoma. Lakini kuna nyingine hapa zipo offline, nyingine zipo online. Kwa hiyo utaangalia hizi za offline, maana yake lazima uhudhurie, uende kwenye hiyo venue husika. Kama ipo Dodoma, uende. Kama ipo e-learning uende kwenye hiyo venue kwa oo. kama wewe unataka kusoma kwa design kama hiyo, unaangalia zile ambazo za kusoma online, hizi ambazo zimeandikwa online. Lakini ongoing ongoing, hizi hapa bwana, ni zile ambazo zimeunganishwa na e-learning platform. Zamani e-learning ulikuwa unaenda kusoma kule kwenye e-learning platform, ukishapata cheti unakuja ku upload huko kwenye sehemu ya nini ya attachment, eh. Lakini saa hizi ukiingia, kwa mfano kama hapa hapa kuna kitu kinachoitwa data analysis online ongoing ongoing. Tukiview hapa, itatuletea linki hapa, hii linki hapo, URL linki. Tukibonyeza hii URL linki, itatupeleka kwenye hii hapa platform ya e-learning. E, tukichagua hapa, tunachagua Health Laboratory Practitioner Counseling, nikibonyeza username yangu ndio ile ya kwenye e, mfumo Eh, username na password ya kwenye mfumo, nikibonyeza hapa ita itafunguka design kama hii, hii ndo ile ning yenyewe. Sasa hapa watahitaji, maana yake usome hii nini, usome hii data analysis ili upate cheti. Ukipata cheti, ndio unakuwa awarded na hizi e, CPD. Wamesema kwa health laboratory practitioner council ni CPD 5, pharmacy council wamesema ni tano kwa ukiingia hapa kwenye e, data analysis kwa kugusa hapa e, kugusa kwenye data analysis, kibonyeza enter e, itafunguka hapa. Ikifunguka hapa itafunguka hapa e, he, itafunguka kwa lengo la e, itafunguka subiri ifunguke. E, kibonyeza hapo utaanza kusoma online. Eh, kipindi chetu kina dakika tisini. E, data analysis kina dakika tisini kwa maana speed kidogo ni nyingi tano. Kwa hiyo hapa ndo mwanzo, ndo inaanza hivyo, ndo inaanza ina, mm, ndo inaanza kozi yenyewe kwao, utasoma utasoma, mwishoni kutakuwa kuna posti ile ukishafanya ile testi utapata, kama utakuwa umefaulu utapata e, moja kwa moja utakwambia umefaulu, cheti kitaonekana pale. Ukija kwenye spidi utaona zimeongezeka kwa usahihi, zimeonganyishwa moja kwa moja. Turudi kwenye tovuti yetu, turudi nyuma, turudi ya, turudi tena e, tu Tafungua tena hapa. Ehe. Unaona? Sasa hizi bwana zipo nyingi, unaweza ukapeleka mbele. Ukapeleka mbele zipo nyingi, zipo nyingi sana. Unaweza ukapeleka mbele zaidi ya 129. Sasa unaona zipo 129. Kwa hiyo ukapeleka mbele ukachagua kozi unayotaka wewe usome, kuna hizi e ethics at HIV rapid testing sites. Unaona zipo nyingi sana, zipo nyingi sana, zipo nyingi sana. Hii ni kwenye session ya viral, sawa. Lakini kitu kinachofuatia kuna kitu kinachoitwa applied session. Hizi ni session ambazo wewe umeshaziomba, umesema nataka nisome siku fulani. Kwa mfano mimi hapa nili apply session ya kwanza, nasema orientation for a battle practitioner on the new functionality eh, in the HPRIS CPD module meeting ID hii hapo, maana ilikuwa course ilikuwa ni online, ilikuwa ni kwenye Zoom, ilikuwa ni tarehe 28 Novemba eh ndio siku nilio apply lakini application, ndio siku nilio apply mpaka December tano. Training yenyewe ilikuwa ni December tano, ndio ilikuwa siku ya training. Provider alikuwa jamaa anaitwa Caroline Edward eh Manson, eh, SPD eh, SPD point. Hiyo pale ilikuwa ni moja ambapo tumeandikwa approved call, hii ilikuwa ni SPD kwa ajili ya attendance ambazo niliapply ni mimi, inakuja kuonekana kwenye applied session kama umeattend. Kuna nyingine ambazo siku attend, huku chini unakuambia not attend, noti attend, unaona. Eh, ukipeleka mbele zaidi kama mshale, kuna sehemu hapa inaitwa claim point. Sasa hii ndio sehemu ambayo tutakuja kuifanyia kazi hapa kwenye sehemu ya claim point. Hii sehemu ya claim point hapa kuna category, category A, B, C, D mpaka E kwenye kategori kuna kitu kuna kategori lakini kuna, kuna kitu kinaitwa category activity. Kwa maana nikichagua kwa mfano kategori A ina activities zake kama hizi eh, na kija nikichagua kategori B ina activities zake kama hizi hapa. Kategori C hivyo hivyo ina activities zake lakini, kiachana activities. Kwa mfano tumechagua kategori C, tukachagua activities eh, Eh, activities yote labda hii ina evidence zake pia au tunaita attachment evidence au attachment. Kwa hiyo ili ujaze hiki kitu lazima eh, CPD guideline include download uweze kuisoma vizuri na uangalie kwa unachotaji unachokiattach kinaendana na guideline inavyosema. Kwa mfano tukirudi hapa, tukiingia kwenye Adobe WPS, eh, O Drive yoyote ile kafungua hapa mm, uh, tukafungua tukaingia kwenye faili hapa, tukaifungua on, on this device, hiyo ji download sasa hivi, tukaiangalia ya hapa kwenye download eh, kwenye download download, uh, download kwenye download, kwenye download hapa uh, kwenye download nadhani ni hii eh, dakika 56 nadhani ni hii sasa. Uh, tukifungua hapa, nadhani ni hii sasa, ni kama pesa kani ya ni, yenyewe hii ndio guideline ya CPD eh, eh Continuous Professional Development CPD eh, tolewa Agosti 2022. Kwa ukishuka hapa kuna sehemu, ukishuka ukishuka karaka kuna sehemu ya eh, hizi hapa, kuna sehemu ya CPD activities, kuna category e, kuna score na evidence eh, category maana yake ni eh CPD activities ndio hizi eh, score labda inakuwa inakuwa la ina award CPD ngapi, evidence ulichoattach ni kitu gani, ndio hili ndio hapa kwa mfano tupende kutumia kategori e, D. Kwa mfano published paper or book as co-author ina speed tano, evidence yake au attachment yake ni report of published paper. Kwa hiyo hivi vitu lazima viendane, hivi vitu lazima viendane hiki, e, hiki hiki na hiki lazima lazima vifanyaje viendane, hiki kitu e, hiki kitu lazima kiendane kwa mfano nikisema nichole hapa mm -hmm. Ee, nikisema nichole hapa. Aa, nikisema nichore hapa mm -hmm. Iki hapa, Iki sema icholee kila sio mbaya, lakini kwa hiyo lazima viendane, yani published paper au book kwenye category D lazima iendane na, na, na, na, na yake iwe report of published paper, evidence yake. Kwa mfano nikirudi kwenye mfumo hapa mm, nikirudi kwenye mfumo hapa, category nachagua D category activities ndio hii hapa, published paper or book as co-author. Nitaibonyeza evidence yake, anasema report of published paper, ndio hii hapa. Nikishafanya hivi, maana yake inakuwa inaendana, inaendana na kule kwenye speed guide than ilivyo. Ukiattach uki, uki vibaya, ikisipoendana, ndio maana inaenda, lakini inakuwa rejected, inakuwa ipo tofauti kwa hiyo kikubwa ni kufuata CPD guideline inasema nini, na si attach tu kila kitu sehemu yoyote ile, ama unaangalia kinachoendana. Mm, kinachoendana ndio unaattach hii sehemu hii hapa. Ukishakuwa umeshachagua hizo sehemu, unaingia hapa, una browse file yako, kama uliattach kwenye kama uliweka kwenye PDF, uli save nakuja, unaichagua hapa na isizidi MB moja. Baada hapo una submit attachment yako. Sasa kuna mawilizo attachment unazipataje. Kwa mfano, eh, unataka uandike kitu gani ili ukiattach hapa. Kuna njia mbili, kuna njia ya ku type, unaweza ku type, lakini unaweza kuandika kwa mkono. Tukianza na njia kuandika. Eh, njia kuandika unaweza kuchagua mwenyewe utumie kitu gani. Kwa hiyo kama mimi natumia Microsoft Word. Eh, natumia Microsoft Word kama hiyo nikaanza kaifungua Microsoft Word yangu. Eh, kuna kitu nikiandika kinahusu masuala ya bakteria hapa. Mm. -hmm. Eh na okay, kiandika kinahusiana na masuala ya bacteria, e, classification of bacteria gram positive na gram negative, niliwataja nili hapa na nika niliandika na nikawataja hapa chini nikasema aliye ndani nani? Lazima useme aliye ndani nani? Matatizo Juma, e, the laboratory technologist at Dodoma Regional Referral Hospital. P.O. Box hiyo hapo Dodoma, tarehe hiyo hapo. Kama kuna ile mihuri ya online ile unaweza kuweka hapa pia. Lakini wewe andika details zako vizuri, itajulikana wewe ni mtu ni nani. Eh, inajulikana wewe ni nani. Kama ni mtaalamu itajulikana wewe ni mta, ni mtaalamu. Baada ya hapo kisha kumesha andika vitu kama hivyo, umesema ame prepare, ume prepare mtu fulani e, na umeyarrange vizuri kabisa. Ime, manake hii inaonyesha umekisoma hicho kitu na umegain kitu chochote ndio maana ya hiyo uh, continuous development e, e, hiyo CPD continuous professional development, hiyo maana ya uh, CPD uh, utakuwa tayari umeitendea kazi kwa maana hapo e, uh, baada ya hapo, sasa unaweza kufanya kitu kama hiki hapa, uka ukayepeleka kwenye PDF, kwa maana hapa ipo kwenye Word, uka, uka, uka, uka share, kwa hiyo unaweza ka share hapa ukabonyeza share uka share attachment uka share attachment kwenye PDF kisha attach kwenye, kwenye PDF hapa eh, ita share hapa kwenye PDF eh, itaandaa itaandaa kama hivyo eh, baada italeta hapa, ni attach wapi? Ni share wapi? Naweza ka share nika open kwenye PDF, kwenye CamScanner eh, nika open pia kwenye hii hapa eh, e. nika open pia kwenye hii nini, nika open pia kwenye hii e, nika open pia kwenye hii adobe kwenye PDF kwa msikana vitu vingi kwenye substance story yani sehemu nyingi za open ya Telegram chat chat GPT, nikaanza nikaiopenia nika kwenye drive pia nikaanza kaopenia huko, italingana hata kama kuna attach unataka uchukue dokumenti kutoka kwenye nini. Kwa hiyo nikipeleka huko itabadilika kwa PDF, kwa maana hivyo itaweza itanisaidia niweze kuattach pale nitakapokuwa nimesha chagua eh, e, zile category category activities na evidence kulingana na guideline yangu ya CPD lakini hii <coughs> ndo njia ya ya kwanza, lakini e, tukirudi hapa kwenye sehemu ya hii attachment, kuna njia nyingine ambayo unaweza ukafanya attachment hapa. Hii ni haraka na pia haina gharama. Hii ni haraka pia, haina gharama na inahitaji MB wala inahitaji tu peni yako, una peni e, kama pia kuna muhuri wa kituo pia, n, n, n, unaweza ukawa nao, sawa. Au kama ni maabara kuna muhuri, sawa, na haina shida. E, au kuna muhuri wa rabu kama rabu sawa, nayo haina shida. Kwa hiyo unakuja kwenye sehemu ya kuandika kuja sehemu ya kuandika, kwa mfano e, unakuja sehemu ya kuandika ya kuandika, unaweza e, ukaja kwenye sehemu ya kuandika yoyote, maana yake ukaweza ukaandika kwa, kwa njia mkono kwa maana ya e, ukachukua kalamu yako E, ukaandika ukapangilia vizuri. Kwa mfano mimi nitakuonyesha moja niliyoandika hapa, nikaenda kuatasha nikapata CPD eh, hii hapa niliandika, e, kitu kinachoitwa e, yeah. Yeah, niliandika kitu kinachoitwa e, katalaze test hapa juu kabisa, ukaweza ukaandika tu neno kama utu self self study for developing knowledge. Self study for for developing developing knowledge knowledge au e, studying eh, to develop uh, eh, studying for develop professional for studying for professional development studying for self study for professional development. Unaweza ukaandika hata hivyo, sawa tu, maneno fulani hapo tupigia mstari, unapangilia vizuri. Kwa mfano, unaanza katalaze test. Objective yake hii, ni test ambayo inatumika ku, ku, ku, ku, kutenganisha au ku, ku, kugawanyisha eh, tofautisha kati ya E, au, gram positive ambao ni chanya na ambao ni chanya, ambao kuna staphylococcus na hawa streptococcus au staphylococcus, wote huoga na katalase positive eh, e, ukiwaweka kwenye hiyo hydrogen peroxide wanatengeneza mapovu, lakini hawa e, streptococcus wenyewe hawafanyi kitu kama hicho. Kwa hiyo nikapangilia hapa tena hii muda mwingine sio lazima unaitunga mwenye kichwani, amna, unaweza ukachukua ka sehemu ka sehemu ka kitu ka pasoma kaielewa vizuri kaika kichwani kaandikia summary kama hivi uka attach. Kwa hiyo ilikuwa na objective, ilikuwa na requirement, ilikuwa na procedure, result interpretation, eh, ndio kama hivyo, lakini chini nikasema nimeandaa ni nani eh, nikaandika nani zangu hapa, nikapiga sahihi yangu chini hapo nika, kuna kamuhuri nika kapiga kama muhuri hamna, lakini umeshapangilia hivi una attach hivyo uh, hivyo tu ina shida uh, tu upangilie tu vizuri. Baada ya hapo manake una, unachukua kamskana unachukua kamskana eh, una, unachukua kamskana una scan safi inakuwa kwenye PDF. E, eh, unakuja kuattach hapa sehemu usiku ile uchagua maana hii ni published paper umeiandaa. E, eh, unakuja kuattach hapa safi kwenye category yote ile category hii, lakini kasoro F F, kwa sababu hiyo category F ni kwa wale nini kwenye kusoma wanafundisha. Sasa tukishafanya point point ambazo tayari umeshazi claim na umepata CPD zako zote, mimi hizi mia moja zote hizi zote Nchziehemu e, na zipo approved kama navyoona, zipo za aina nyingi nyingi, zenye tatu zenye nne zenye tano zenye kumi. Kuna nyingine zinakuwa rejected kwa sababu unakuwa umeattach sehemu ambayo sio. Sasa kwenye sehemu ya kwenye rejected hapa, saizi kidogo wamebadilisha. Zamani kwa ukiattach kitu kule kama kimekosewa, basi kinaenda hivyo hivyo. Lakini saizi ukiattach kitu ambacho kiendane, kinakuwa rejected, kinaonekana huku ukifanya ile claim eh, italeta hivi italeta form kama hii hapa, italeta form hii anasema rejection reason eh, kwanza italeta issue ya category hii. Category maana yake kuweza ukachagua category yoyote pia unayotaka wewe, unaweza ukachagua category hii D, unaweza ukachagua category yoyote kulingana tofauti hata na category ile ambayo wanye reject category activities, unaweza ukachagua ndo kama hivyo, lakini attachment ndio vile vile tuani uweze kuweka attach upya, kama ilivyofanya kule kwenye hii rejection, sehemu ya rejection hii. Umeona sehemu ya rejection, sehemu ya rejection. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sasa kwenye sehemu ya rejection e, hapa mbadilisha, zamani nilikuwa ukiattach ume attach kama umekosea hujakosea, eh, haitaonyesha kama umekosea au umekosea au la. Kwa hapa kwa mfano mimi kuna speed moja hapa, ngoja nikuonyeshe. Niliandika kitu kama hiki hapa, this same category published paper book au chapter as a reporter as a first rip, rip, all, all report as a first out. Niliandika kitu kidogo kwa kina page kama 3 4. E, nika kiatachi hapa kwenye CPD kumi na nikapata nikafanikiwa kuwa awali na hizo CPD, kwa sababu kwa kina sound na kinakuwa kina- kina make sense na wewe unaonekana umekisoma na umegain kitu chochote. Maana spidi lazima umeji mej mwanaake wenyewe kinacho wanachoamini, unakuwa umeingiza kitu chochote kwenye karia yako, na maana kule kule kwenye kusoma e-learning, kuna kusoma fuchini, kuna test, kwa maana unajua wanataka wajue kweli ulikuwa umeelewa kilichosoma. Lakini hii ni ya mwisho kabisa eh, ina na eh, spidi za mwaka financial year 2024 2025, 2024 2024 kwa mfano, mimi 2024 shina zilikuwa 38 lakini za sasa hizi 24 25 ni 33 Kwa hiyo ikifika mwezi wa saba, ninachokuwa nasubiri tu ni kulipia tu na e, leseni yangu hiyo, hiyo, iwe uni update. Sina haja tena kutafuta spidi nyingine mpaka kipindi kingine kitakapokuwa kinakaribia kwa sababu tayari nilikuwa nimesha zitafuta za mwaka huu CPD. Zazotumika kulinyuu leseni zako ni zile ambazo za mwaka ulioisha ndio zinatumika kulinyu, kama unazo. Kama unataki zitafute ili zifanyaje, ulinyu huu. Ndio mwisho wa hii video kwa wale wataalamu wa maabara. Hii ndio mwisho wa hii video s, kutembelea blogi yangu ltsmsemwa.blogspot.com, ltsmsemwa.blogspot.com lakini pia youtube chaneli yangu kwa jina la Digital, unaweza ukatembelea kule, utapata madini baadhi kama